Qalt rusulhm afi llhi shakun fatiri lsmawat walardi ydukm lygfir lkm mn dhunubkm wyahirkm wyahirkm ila ajali musamma, Mitume wao walisema, ye kuna shaka na Allah muumba mbingu na ardhi, yeye anakuiteni ili <-ibles> apate kwa kufutieni madhambi yenu na akupeni muhula wa adhabu angamizi mpaka muda uliowekwa ufike. qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fatuna bisultanin mubin. Walisema, nyinyi si chochote ila ni wanadamu tu kama sisi, mnataka kutuzuia na waliokuwa wanayabudu baba zetu, basi tuleteeni hoja iliyo wazi. Qalt <tallat> lhm rusulhm in nhnu illa bshrum mthlkm wlakin allah ymunu la man ysha min ibadh. Mitume wao waliwaambia, sisi kweli si chochote kimaumbo ila ni wanadamu kama nyinyi, lakini Allah humfanyia hisani amtakaye katika waja wake.

ndio wategemee waumini. wama lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adhaytumuna wa ala Allah falyatawakkal almutawakkilun, na wala hatuna udhuru wa kwa nini tusimtegemee Allah na hali yeye ametuongoa kwenye njia zetu, na hapana shaka sisi tutavumilia hizo kero mlizotuudhi kwazo na kwa Allah tu wategemee wanaotegemea. Waqala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina au lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin, na walisema waliokufuru kuambia mitume wao tutakutoweni mkuku katika nchi yetu au mrudi katika dini yetu, basi mola wao mlezi aliwaletea wahi, hakika tutawaangamiza madhalim. wala nuskinannakum al-ard min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, na tutakuwekeni katika ardhi baada yao, haya ni kwa anayeogopa kusimamishwa mbele yangu na akaogopa maonyo yangu ya adhabu. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Na mitume waliomba nusra kwa Allah dhidi ya makhasimu wao, na alishindwa kila jabbari mkaidi. Min waraihi jahannam wa yusqa mimma in sadid. Kila mkaidi ajue usoni mbele yake ipo jahannam ila mgoja

Ataugugumia usaha na damu ili akate kiu, wala hawezi kuumeza kutokana na kinyaa, na hafi, na zaidi ya hayo ipo adhabu nyingine kali zaidi. Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in Dhalika huwa ad-dhalal al-ba'id. Mfano wa kutisha wa waliomkufuru wa mola wao wa mlezi, vitendo vyao vyema ikiwemo kuunga udugu na kadhalika, siku ya Kiyama havitawafaa, ni kama jivu lilopeperushwa kwa nguvu za upepo katika siku ya dhoruba. Hawawezi kupata chochote katika walioyachuma. wa huo ndio upotevu wa mbali

wanyonge watawaambia wakubwa wao waliotakabar, sisi tulikuwa wafuasi wenu, basi hamuwezi kutuondolea adhabu ya Allah japo kidogo. Qalu law hadana Allahu lahadaynakum sawaun alayna ajazina amsabarna malana min mahis, watasema, lau Allah angelituongoa tukawa waumini, basi hapana shaka nasi tungelikuongoeni ni mamoja kwetu kama tutapapatika au tutasubiri, hatuna hapa kukimbilia. waqala ash-shaytan lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum, na sheitani atawaambia wafuasi wake huko akhira mara itakapokatwa hukumu, na watu wa peponi kuingia peponi na wa motoni kuingia motoni, hakika Allah alikuahidini ahadi ya kweli nami ilikuahidini uongo, lakini sikukutimizieni. wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum, nasikuwa na, na mamlaka juu yenu isipokuwa nilikuiteni, nilikutie isipokuwa nilikuiteni katika ukafiri na maasi nanyi na mkaniitikia, basi msinilaumu mimi bali jilaumoni wenyewe. ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi ya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimin lahum adhabun alim. Mimi siwezi kuwa msaidizi wenu wala nyinyi hamwezi kuwa wasaidizi wangu, hakika mimi nilikataa tangu zamani kunishirikisha na Allah

Kwani hukuona vipi Allah alivyopiga mfano wa neno zuri, ambapo amelilinganisha neno la ilaha illa Allah ni kama mti mzuri, mizizi yake ni imara na matawi yake yamechanua kuelekea ya mbinguni.

Na mfano wa neno ovu, neno la ukafiri, ni kama mti muovu uliong'olewa juu ya ardhi, hauna uimara. yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha, Allah anawathibitisha wale walioamini kwa kauli thabit katika maisha ya dunia kaburini na katika akhira na Allah huwapoteza madhalim na Allah anafanya analolitaka.